CWT, wajibu na haki walimu hawa wa kanda ya Ziwa la Magharibi kwa mikoa yetu na walimu wote wa nchi hii, tutashiriki uchaguzi. Tunasema tunakuombea mitano tena, tunamwombea waziri wetu Katambi mitano tena tunamwombea mheshimiwa Rais wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mitano tena, lakini ndani ya chama tunasema tunatiki, tunatiki, tunatiki tarehe ishirini na tisa tutatiki, tutatiki, tutatiki. Tanzania tunayoiona, yani nikiangalia walimu naiona ile Tanzania ya dira ya miaka elfu mbili na hamsini. Kwa maana ya kustawi kwenye masuala ya uchumi, lakini kuistawi kwenye masuala ya, ya jamii. La mwisho mheshimiwa mwenyekiti, ni kuwashukuru tu walimu na viongozi wao. Tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana na wakaribu sana. Naposema wakaribu sana, anamaanisha wakaribu sana usiku na mchana tunawasiliana na viongozi katibu yuko hapa, rais yuko pale, tunapigiana simu bwana, kuna moja mbili tatu, na viongozi wengine wote. Kwa hiyo hata utulivu mnaouona na nini ni kwa sababu viongozi wana, wanafanya kazi, tunaamini tutafika pale ambapo tunatakiwa ku, kufika. Mwisho mwishoni kabisa kabisa, mheshimiwa mwenyekiti, tarehe ishirini na tisa tunatakiwa kwenda kuchagua viongozi watakao tuongoza tuna dira ya, ya miaka 25 watakao watakaotupeleka huko. Kwa hiyo niwakumbushe tu kwamba hii ni haki ya kikatiba, ni haki ya msingi. Tujitokeze kwa wingi tuende tukapige kura. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru. Naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana viongozi wa Chama cha Walimu Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa kuchagua mkoa wa Mara kuwa wenyeji wa kongamano hili. Nami kupitia adhara hii ninakuhakikishieni, washiriki wote mtakuwa salama kwa kipindi chote mtakachokuwa katika mkoa wa Mara. Niwatakie washiriki wote wa kongamano kongamano jema ni wasi waendelee kufurahia uwepo wao katika mkoa wa Mara, mkoa wenye wananchi wa karimu kweli kweli, mkoa wenye mbuga ya Serengeti na nyumbani kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwasisi wa taifa letu na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.